Kwa majina naitwa Haima Banda Mtepa, ni mkazi wa kijiji cha Mkunya. Uh, leo tumehitimisha zoezi letu la kuelimisha jamii kwa pamoja. Faida ya kwanza niliyoipata, kwanza nimepata elimu ya kutosha, pili nimepata ufafanuzi wa unyanyasaji wa, wa kijinsia, wapo ukapata ufafanuzi zaidi, na tatu tumepewa elimu na pia tulipewa na wafikisha tunafikishia ujumbe kwa jamii. Kwa mfano mtoto akinyanyasiwa, wa, wa familia wakiwa pamoja wakiachana bila kupata mali kwa, kwa, kwa uhaki sawa kwa wote, watu wanatakiwa waende wakapoe ripoti. Na kingine zaidi kwa jamii yetu ya nyumbani hapa Wababa wengi wakiwaoa wakiwa kwenye familia wakiachana, mara nyingi wake zao hawapi haki ya msingi, yaani wanawaachia tu watoto na wachukua vitu vyetu vya ndani, ila mashamba wakiunda mashamba majumba, wakijenga nyumba hawapati haki yao. Kwa mfano, mtu anaweza kukaa naye miaka 30 amekaa naye miaka 30 mwingine hajazaa naye mtoto, ule mwanaume anapomwacha ameunda naye majumba, mashamba, anapomwacha anamwacha tu wampi chochote, kwa sababu eti anasema kwa vile sijazaa naye mtoto. Na kwa mfano yule mwanaume akitangulia kienda mbele za haki aa, aliyobakia wenye familia ya mwanaume hawampi kipaumbele yule mtu aliyemuacha, kwa vile hakuzaa naye mtoto, hawampi haki yake ya msingi, wanausazungusha. Kwa hiyo inakuwa vigumu sana kwa kina mama kupata haki zao za msingi, kwa sababu pamoja pa na unyanyasaji wa kijinsia ndio kama hivyo na kingine, unyanyasaji mwingine wa kijinsia kwa watoto pia, kubakwa, kupigwa bila sababu za msingi. Unyanyasaji wa kijinsia mwingine kwa wanawake, kulawitiwa, yani ku, kuingiliwa kingono n yani kuingilia kimaumbile bila kutakuwa ridhaa yao wenyewe. Kwa mfano, sasa hivi wanaenda kwa madanga huko, kwa madanga wanapata hizo haki hizo za nyuma hizo, kwa hiyo wanatamani nao wakifika majumbani pia wajaribisha wake zao Ukiuliza anasema mbona wanawake wale tunao wanayejuza wale tunapata tunapata nyuma, kwa nini nyinyi huku hamtupi? Kwa hiyo nakuwa niajazaja kujisikia, kwa sababu wanajikita kwenye makundi sio mazuri. Kwa hiyo nacho no washauri jamii wa jamii wa mkunya tuwe makini sana kwa sasa hivi, yani muda huu sio wa kuendekeza mambo mengine yasiyo ya msingi. Kwanza cha msingi kujali familia yako, hata kama ndio starehe zipo, lakini uwe na heshima na familia yako kwa nyumbani. Ukifika nyumbani, usichukulia maneno umefika eneo husika ya hao wanaojiuza, ukaaja kutolea mfano na nyumbani pia, inabidi uheshimu familia yako, na kingine, mkiachana kwenye mahusiano basi uwe na utaratibu wa kupeana haki kwa sawa kwa wote kwa mwanaume na kwa mwanamke. Sio tu wewe mwanaume unakubakia zile mali na kuwa, sio vizuri kwa sababu unamwadhuru mwanamke kisaikolojia, anawaza watoto kwa mume ametoka bila kitu, nayo inakuwa ni changamoto pia. Kwa majina na hitu Hazumi Lupendo ni mkazi wa Mkunya. Kwa leo ni tumehitimisha tumehitimisha tamasha letu la ukatili wa kijinsia Mm -hmm. Kwa hiyo tumepata faida nyingi kujua maana ya ukatili wa kijinsia nini. Sasa hivi tumepata elimu tosha ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo hata nilivyo leo mimi, nikifanyiwa ukatili wa kijinsia kitendo kibaya, na na uelewa wa kumwelimisha mtu na nikaenda kwa mtu nikamwambia nika kitu fulani hicho sio nini kitu kizuri, ni ukatili wa kijinsia. Kingine naweza nikamuelekeza nika mtu pa kuanzia, nenda sehemu fulani kama nenda polisi, utawakuta pale manini polisi wa dawati la kijinsia atakueleza sawa. Hmm. Pengine uh, kabla na baada ya mafunzo ni vitu gani ambavyo umevimefanya uwe tofauti? Sasa hivi niko tofauti hmm. Kwa sababu naelewa sasa hivi siwezi nikafanyiwa ukatili wa kijinsia wowote hmm. Na nikifanyiwa sasa hivi naelewa pa pakwe kuenda nikatoa taarifa wapi pengine hmm. E, ku, kuingiliwa kinyume na maumbile huo ni ukatili wa kijinsia ndiyo, ni ukatili wa kijinsia hmm. E, kwa sababu ile sio sheria hmm na vitendo gani ambavyo kwa wewe leo hii kwa mtu akikufanyia unaweza kusema kwamba au kumfanyia mtu mwingine ukaona kwamba huu ni ukatili wa kijinsia? Kingine ki, ki unaweza mtu akapigwa pale bila sababu yoyote ya, na kuna wengine kitendo kwa kwetu huku kipo sana zaidi hmm. ni kuachwa hmm. wanawake wengi wanateseka, wanaachwa na wanaume zao wametafuta wa mali wameishi wa kwa shida wakishajipata wanaume wanawazalau wake zao, wanaenda wanaenda kwa wanawake wengine. Kwa hiyo yule mwanamke aliotafuta naye maisha anaachwa anabaki anateteka ana tu na watoto kufikia e, hamna pakufikia. Kwa hiyo huo ni ukatili wa kijinsia nao. Ah, sasa una wito gani kwa jamii ya Mkunya lakini pia kwa serikali kutokana na wewe kupata mafunzo lakini pia sasa bado hivo vitendo vipo katika jamii zetu, wewe kama wewe una, una unawashauri nini? Mimi kama mimi nawashauri wana jamii wenzangu Haya tu, mafunzo tumeyapata na wametuelekeza tukifanywa ukatili wa kijinsia tufike sehemu gani, e, kwa, kwa sababu sasa hivi mimi nimeshakuwa balozi wa kikatili ni nini unyanyasaji wa kijinsia. Hata ukinifuata mimi pia naweza nikakueleza, enda sehemu fulani naweza nikakueleza eh.